wameweza kuwaonyesha watoto wao public, kwa hiyo tutakwenda kufahamu kila star na watoto wake. Kuna wengine wana watoto watatu, kuna wengine wana watoto wanne, kuna wengine wana mtoto mmoja. Yote hizi ni heri za Mwenyezi Mungu, kama wanavyoambiwa mtoto ni baraka. Kwa hiyo tutakwenda kuwafahamu wale watoto wote ambao wameweza kushewa na wachezaji ambao kwa upande mwingine wanashiriki ligi kuu Tanzania bara. Kwa hiyo ngoja tukaifahamu oroza kamili. Kabla ya kuendelea mbali, hebu tuambie ni wachezaji gani ambao unawakubali katika ligi kuu ya NBC, toa usimba na uyanga, toa wazam na usigida Black Stars. Ama e, unamungo na ujeketi Tanzania, tuambie tu wachezaji wako watatu unaowapenda katika ligi kuu Tanzania. Pasipo kuchelesha muda, basi tukienda kuanzia e, huyu ndiye mchezaji ambaye anamiliki mtoto huyu mzuri, huyu ni Dickson Job, ambapo Dickson Jobu ni mchezaji wa klabu ya soka Yanga na timu ya taifa ya Tanzania, lakini Dickson Job amejaliwa na Mwenyezi Mungu kupata mtoto wa kike kama inavyoonekana katika video yetu. Nyota wa pili ambaye kwa upande mwingine ana mtoto mkali, mtoto mzuri ni mchezaji wa klabu ya soka ya Simba Mohamed Hussein Shabalala Zimbwe Junior Jeiara, ambapo nyota huyu nje ya uwanja amemwoa mwanamke mzuri na wameweza kubahatika kupata mtoto mmoja wa kike anayeitwa Malaika. Nyota mwingine ni nyota wa klabu ya soka ya KMC Shabani Idi Chirunda ambapo Shabani Idi Chirunda nje ya uwanja amebahatika kumua mwanamke mzuri na wameweza kujaliwa kupata mtoto mmoja wa kike na ni mzuri kama inavyoonekana katika video yetu. Nyota mwingine ambaye ana mtoto mzuri ni nyota wa klabu ya soka ya Singida Black Stars, hapa tukienda kumwongelea mchezaji anofahamika kwa jina la Ayubu Ruben Lianga nje ya uwanja amemwoa mwanamke mzuri na ameweza kubahatika kupata mtoto wa kike kama inavyoonekana katika video yetu. Nyota mwingine ni nyota wa klabu ya soka ya Yanga. Hapa tukila kumwongelea Kennedy Musonda, raia eh, wa Zambia, ambapo nyota huyu nje ya uwanja amemwoa mwanamke mzuri kama inavyoonekana katika video yetu, na wameweza kubahatika kupata watoto watatu wawili wakiwa ni wa kiume na wa mwisho ni wa kike mzuri kweli kweli, kama inavyoonekana katika video yetu. Nyota mwingine ni nyota wa klabu ya soka Yanga ambaye pia amewahi kuitumikia klabu ya soka Simba tipo c mwamba Rusaka. Nje ya uwanja, Clatous Chama ana watoto watatu, wawili wakiwa ni wa kike, kama inavyoonekana ni wazuri kweli kweli, na mmoja akiwa ni wa kiume, lakini watoto hawa basi hivyo bahati kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, mpaka sasa mama yao alishatangulia mbele zake, lakini hivyo chama ni baba mzuri, amebakia kuwalea watoto wake watatu na anawapenda kweli kweli. Lakini nyota mwingine ni Salumu Abubakar Shoboy, mchezaji wa klabu ya soka Yanga Sports Club. Salumu Abubakar Shoboy amebahatika kupata watoto watatu. Katika watoto wake watatu, wawili ni wa kiume na mmoja akiwa ni wa kike na ni wazuri kweli kweli. Huenda tukaja kushuhudia mtoto mmoja wa ya kiume hapa akaja kuvaa viatu ya Saluma Bakari Shwaboi ama wote wakawa wacheza mpira. Lakini nyota mwingine ni goalkeeper wa klabu ya soka Yanga Abu Twari Bumsheri. Nje ya uwanja, amemua mwanamke mzuri na amebahatika kupata mtoto mmoja, kama inavyoonekana katika video yetu. Mtoto huyu ni mzuri kweli kweli na anafanana na baba yake kweli kweli. Kwa hiyo tunaona huyo ni Abu Twari Bumsheri. Lakini nyota mwingine ni Faridi Musa Malikisha. Nje ya uwanja, amemua mwanamke mrembo kweli kweli, na ameweza kubahatika kupata mtoto mmoja wa kiume nyota mwingine ni mchezaji wa klabu ya soka Yanga Mudathiri yaaya basi. Mudathiri ya aya basi, nje ya uwanja amemua mwanamke mrembo kweli kweli, na ameweza kubahatika kupata mtoto mrembo wa kike kama inavyoonekana katika video yetu. Nyota mwingine ni nyota wa klabu ya soka ya Yanga Sports Club, hapa tukienda kumwongelea Kibwana Shomari Mluguru, huyu mbishi kweli kweli akiwa uwanjani, lakini nje ya uwanja ameweza kubarikiwa kupata mtoto mzuri wa kike kama inavyoonekana katika video yetu. Lakini nyota mwingine ni nyota wa klabu ya soka Yanga, mwana wa mfalme Prince Mfumelelo Dube. Nje ya uwanja amemwoa mwanamke mzuri wa Kizimbabwe, ambapo wameweza kubahatika kupata watoto wawili, mkubwa ni wa kike na mdogo wa mwisho ni wa kiume. Huyo ndio Prince Dube, wenda Dube Jiyara akaja kuwa Mcheza mpira kama baba yake wezi jua ya Mwenyezi Mungu, Mungu. Lakini nyota mwingine ni nyota wa klabu ya soka ya eh, Yanga Sports Club. Hapa tukienda kumwongelea mchezaji anofahamika kwa jina la Kibwana Shomari. Kibwana Shomari nje ya uwanja ana mtoto mzuri kwelikweli, na mtoto huyu ameweza kumpata na mrembo wake. Lakini nyota mwingine ni SGR Abudo. Hapa tukienda kumwongelea mchezaji wa klabu ya soka Simba, raia wa Zambia, ambapo SJR Budo ana mtoto mzuri wa kike, amempata na mke wake, na wawili hawa wanapendana kwelikweli. Lakini hata mwingine ni baba Esther. Ukisikia baba Esther, ndio Shomari Kapombe mwenyewe. Shomari Kapombe ana watoto wawili, lakini tumebahatika kupata picha ya yule mtoto mwenyewe anaoitwa Esther. Ukisikia Esther au baba Esther, ndio huyu hapa, kama unavyoona katika video yetu, ni mrembo kwelikweli akiwa na tabasamu na kucheka kama baba yake na ukiangalia hata mapozi ni kama baba yake anavyokuwepo uwanjani katika kazi zake. Lakini nyota mwingine ni golikipa wa klabu ya soka ya Simba Sports Klabu. Hapa tukienda kumwongelea Musa Kamara Pinpin. Kamara pin Pinpin anadaka kila kitu hata nje ya uwanja, ana mtoto mzuri wa kiume ambapo amempata na mke wake mrembo kama inavyoonekana katika video yetu. Lakini hiyo ndiyo orodha ya baadhi ya wachezaji wanaoshiriki ligi kuu Tanzania bara ambao wameweza kushia maisha yao binafsi kuhusiana na watoto wao wazuri, ambapo kiangalia ni watoto warembo kwelikweli. Kwa upande mwingine, Mwenyezi Mungu awatangulie watoto hawa na aweze kuwapa afya tele ili waweze kuja kuvivaa viatu vya wazazi wao. Tuambie eneo la comment kwa upande wako katika watoto hawa. Je, unapenda kwenda holiday na rafiki, familia, mpenzi au wafanyakazi wenzako kazini? Basi, Bongo Trips tumekusikia. Kwa safari za ndani na nje, tupo kwa ajili yako. Chagua Bongo Trips kusafiri ndani ya Tanzania, Zanzibari na nje ya mipaka Tanzania, yani Kenya, Dubai, South Africa, Uturuki, Misri, Malaysia, Thailand, Singapore, Vietnam, China na nchi nyinginezo. Bongo Tips tunakuletea ofa kabambe na kubwa mwaka huu 2025. Safiri mpaka Dubai kwa ajili ya sikukuu ya Pasaka kuanzia tarehe kumi na tisa mpaka tarehe ishirini na nne yani siku sita unakula Pasaka ukiwa Dubai kwa gharama nafuu. Tuenzetu tena Dubai Disemba kuanzia tarehe kumi na tano mpaka tarehe ishirini na mbili yaani siku nane ndani ya Dubai kwa gharama nafuu na trip yetu babu kubwa msimu huu ni ile ya sikukuu ya Christmas mpaka mwaka mpya elfu mbili na ishirini na sita ambapo utaweza kusafiri nchi tatu Malaysia, Thailand na Singapore kwa gharama nafuu kabisa, yani kuanzia tarehe ishirini na tatu mwezi wa kumi na mbili mpaka tarehe tatu mwezi wa kwanza elfu mbili na ishirini na sita, yani siku kumi na tatu ndani ya nchi tatu. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0752213715 au simu namba 0754557877. Pia unaweza kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii Instagram, TikTok na Facebook kwa jina la Bongo Trips, au tembelea website yetu ya www.bongotrips.co.tz. Bongo Tips.